La simanzi limetanda katika kijiji cha Namawanga, eneo bunge la Kimilili baada ya mfanyibiashara mmoja mkazi wa eneo hilo kuteketea kiasi cha kutotambulika nyumbani kwake. Tadeus Wachie na kina cha taarifa hiyo ya kushangaza. Kulingana na wakazi wa kijiji cha Namawanga Kisa hiki cha usiku wa kuamkia leo kilitokea mwendo wa saa nne na juhudi zao za kukabili moto huo ziliambulia patupu kutokana na kasi ya moto. So tukajaribu kwa access ndani kuingia ndani. Tuone kweli venye tunaweza mutoa ndani. Lakini hatukuweza wakati hiyo. Hadi mpaka tukipiga nduru, majirani wakajaa, wakazidi kuongezeka ili tuone vile tutasaidika, tuingie ndani tujaribu kumuondoa. Lakini huko ndani kulikuwa na moto sasa ime imekuwa mingi, moshi nayo ilikuwa imezidi, so hii moshi ilikuwa inatokea pande wa nyuma, na huyu mwenyewe kumba alikuwa kwa hii rumu ya huku. So kabla tufike hapa, nafikiri tulikonze mahali moto imeanzia huko. Kabla tufike hapa, moto ilikuwa sasa, kuingia kwa nyumba ikakuwa ni shida kufika. Mi pia nilijoin, tukaanza kung'ang'ana, tulipoendelea kung'ang'ana kubomoa nyumba E, tukapata marehemu ako ndani ya nyumba kwa master yake. Mumewe marehemu aliyetambulika kama Catherine Sikulu anadai tukio hilo lilitendeka akiwa katika duka lao. Wakazi sasa wakitoa wito kwa maafisa wa polisi kuharakisha uchunguzi kubaini chanzo cha moto huo wa mauti. Tulifika hapa tukaona watu wamechakwa pomo hata mimi sikuamini, sikuamini hmm. Lakini ya, kwa nyumba vitu vilikuwa vitu mingi, kwa nyumba vitu vyote imeungua, hakuna kitu chenye ilipaki. Inaomba ya kwamba hiki kitendo kichunguse na maafisa wetu wa polisi. Baadhi ya wakazi wanadai kuwa uenda marehemu aliuawa na watu wasiojulikana na kisha nyumba yake kuteketezwa ili kuelekeza chanzo cha kifo cha Catherine. Marehemu amepatikana katika kitanda, kwenye kitanda chake. Hata huwezi sema mtu moto umekuja, instead ya kustruggle, apatikane, maybe, anatoka nje ya nyumba, amepatikana katika kitanda chake. Again, tumeambiwa ya kwamba marehemu alikuwa amebeba maybe chakula kutoka kule sokoni, anakuja nyumbani Kile chakula kinapatikana nje nyumbani kwake. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kimilili Victor Nzaka amethibitisha kisa hiki akielezea kuwa uchunguzi umeanzishwa na officers from Kimilili sub county walikimbia mahali pale na wakajaribu kusaidia. Wananchi walijaribu sana kwa sana, walisaidiana kuzima moto, lakini tayari moto ulikuwa umeshindawa so nyumba ilingua yote completely. Baadaye wananchi pamoja na police officers from Kimilili subcounty walishirikiana wakatafuta, wakapata mwili ya mama. Ni tukio ambalo limewaacha wakazi wa kijiji hiki na maswali chungu nzima, chanzo cha mkasa huu kikisalia kuwa kitendawili. Thadius Wachie, West TV, Kimilili, kaunti ya Bungoma.